Na leo tunaangalia ukuaji wa mimba kwa mama mjamzito tunaangalia mwezi ule wa kwanza huanzia, yani, wiki moja mpaka wiki la nne. Mimba huanza baada ya yai kurutubishwa na kujiwekea katika ukuta wa mimba. Kiumbe huitwa zygote, baadaye huwa embryo. Moyo wa mtoto huanza kudunda wiki ya tatu mpaka ya nne, kiumbe inakuwa ni kidogo sana. Mwezi wa pili yani, wiki la tano mpaka wiki ya nane, viungo muhimu kama ubongo. Mgongo, mgongo moyo na ini vinaanza kuumbika. Uso wa mtoto, masikio ya mikono, miguu huanza kuonekana. Mkono au mtoto huyu basi uh, huitwa embryo mpaka ile wiki la nane, na urefu wake unakuwa kuanzia sentimita moja mpaka sita. Mwezi wa tatu ane, wikili la tisa mpaka la kumi na mbili, mtoto sasa anaitwa fitus and fetus vidole vya mikono na miguu vinajitokeza vizuri. Viungo vya uzazi vinaanza kutofautiana, lakini havionekani bado kwa ultrasound. Mtoto huanza kusogea eh, lakini mama bado hawezi kuhisi chochote. Mwezi wa nne, yani wiki la kumi na tatu mpaka la kumi na sita mtoto anakuwa na umbo kamili la binadamu. Viungo vya uzazi vinaweza kuonekana kwa kutumia ultrasound. Mtoto huanza kumeza au kukojoa. Mama anaweza kuanza kuhisi mabadiliko tumboni. Mwezi wa tano yani wiki la kumi na saba mpaka la ishirini, mama huanza kumsikia mtoto akicheza tumboni. Ngozi ya mtoto bado ni nyembamba na yenye mafuta nywele, yani kwa laguno Ehe? na mafuta, yani lile venix vinaanza kutoweka, vinaanza kutokea so, kutokea kwa wingi kwenye ngozi kwa ajili ya kulinda ile ngozi, lakini mwezi wa wile wiki ya ishirini na mbili mpaka wiki ya ishirini na nne mtoto wako anaanza kuonyesha dalili na kusikia sauti. Uko nje ukiongea, ukilia, ukicheka, nasikia kila kitu. Mapafu yanaanza ya kuendeleza na kukua vizuri, macho yanaanza ya kufunguka na kufumba. Hapa mtoto anakuwa na urefu kama wa sentimita thelathini hivi. Mwezi wa saba yani, wiki ile la ishirini na tano na ishirini na nane mtoto anaweza kuishi nje ya tumbo kwa msaada lakini wa hospitali kama akizaliwa mapema, ikitokea emergency mtoto hupata mafuta ya mwili na uzito huongezeka. Harakati za mtoto kuongezeka zinakuwa nyingi. Urefu mtoto anaanza kuanzia thelathini na tano urefu wake mpaka thelathini na nane na uzito kuanzia kilogramu moja mpaka mbili. Lakini mwezi wa nane yani wiki la ishirini na tisa mpaka la thelathini na mbili ubongo huendelea kukua kwa kasi mtoto anajaza sehemu kubwa ya tumbo la uzazi. Mapafu karibu sasa yanakaribia kukamilika kabisa, na urefu wake hapa, mtoto anaweza ka sentimita arobaini na uzito wanzia kilo moja uh, pointi nane mpaka mpaka kilo mbili pointi simbili. Lakini mtoto huyu, miezi tisa, yaani wiki la thelathini na tatu mpaka arobaini, mtoto hukua kwa haraka akijitayarisha kwa kuzaliwa. Kichwa hushuka kuelekea kwenye njia ya uzazi. Ngozi nku, yake inakuwa laini na nywele basi zina Mwilini. Uzito wa kuzaliwa kwa kawaida ni kuanzia walau kilo mbili ku, kilo mbili pointi tano mpaka kilo nne e, urefu e, kuanzia sentimita arobaini na nane mpaka sentimita hamsini na mbili kwa kawaida, lakini hapa inategemea mzazi, kama ni mnene, kama ni mkubwa, ni mrefu, mfupi, inategemea e, lakini walau basi na renji hapa. Kwa hiyo nikutakie kila la heri na maandalizi mema ya mtoto wako. Uh, usisahau kusubscribe, usisahau kusubscribe na kushare channel yetu. Asante sana na Mungu akubariki sana. Asante sana, bye bye.